Karibu mpendwa msikilizaji na mfuatiliaji wa St. Gaspar Media katika kipindi cha tafakari ya injili ya siku. Leo ni siku ya Jumatano juma la 34 kipindi cha kawaida cha mwaka mwaka C si, wa kanisa. Masomo ya leo, somo la kwanza linatoka katika kitabu cha nabii Danieli sura ya tano 5 aya kwanza hadi ya sita na ya 13 hadi ya 14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 Ndugu mpendwa katika Kristo, karibu tuweze kutafakari sehemu ya maandiko matakatifu ambayo tumetoka kuyasikia hivi punde. Siku hii ya leo ninakualika tutafakari ujumbe unaosema uvumilivu wenu utawaokoa. Leo tumemsikia Yesu akiwaandaa wafuasi wake kuwa changamoto, mateso, majaribu yatakayowakuta kwa sababu ya kulishika na kulihubiri jina lake. Anasema wazi kuwa watakamatwa, watatukanwa na kusalitiwa hata na kuchukiwa na watu wengi. Kuchukiwa au kusalitiwa huku si kwa sababu ya uovu, bali kwa sababu ya kumfuata yeye. Hata hivyo, Bwana wetu Yesu Kristo anatupa ahadi ya msingi kwamba walakini hata unywele wetu mmoja hautapotea. Kwa uvumilivu wetu tutaziponya roho zetu. Hii ni ahadi ya wazi kwamba hata katika magumu yote tunayopitia Mungu yuko pamoja nasi na hato tuacha kamwe. Pia, ndugu mpendwa, huu ni ujumbe wa matumaini kwetu unaotufundisha kwamba safari ya imani si rahisi, na kuwa Mkristo katika ulimwengu wetu wa leo kunamaanisha ni kuishi kinyume na mtazamo wa dunia, kulinda maadili, kusimama upande wa ukweli na haki, hata kama ni upande unaotuletea upinzani. Yesu hatuahidi kwamba atatuondolea dhoruba, bali anatuahidi kuwa pamoja nasi hata katika hayo matatizo, katika misukosuko, na pia atatutia nguvu na kusimama pamoja nasi. Ndugu zangu wapendwa, wakati mwingine tunahisi upweke, tunasikitishwa na hali za rushwa, ukosefu wa haki katika jamii zetu, vita, mabadiliko na mmomonyoko wa maadili au mashambulizi dhidi ya imani yetu. Yesu leo anatukumbusha kuwa tusimame imara, tuwe na msimamo thabiti katika imani yetu na tuvumilie, kwani hiyo ndiyo safari ya ushindi wetu. Basi katika injili hii tuliyoisikia siku hii ya leo, tunayo mambo matano ambayo na kualika tuweze kujifunza. Fundisho la kwanza tunalolipata ni kwamba mkristo anahitaji ujasiri. Yesu leo anatuambia wazi kuwa kufuata au kutafuta jina lake kunaleta upinzani. Leo hii kuna mashinikizo ya kuacha maadili au kuiasi imani ya Kikristo, kupuuzia ukweli au kukubali uovu unaokubalika na wengi katika jamii. Mkristo wa leo anatakiwa kuwa jasiri na aweze kusimama imara, pingana na taswira hii ovu iliyoshikiliwa na wengi katika jamii, hata kama ikiwa na nguvu ya watu wenye ushawishi. Hivyo, Yesu anatualika tuweze kuuvaa ujasiri mkuu na kusimama imara katika kutetea kile ambacho imani inatufundisha. Fundisho la pili tunalolipata ni kwamba mateso siyo ishara ya kutelekezwa na Mwenyezi Mungu. Katika ulimwengu wetu wa sasa, watu wengi tunaamini kuwa majaribu ni ishara ya kwamba Mungu ametuacha. Yesu katika Injili ya leo anatufundisha kwamba hii ni kinyume chake. Anaposema, anaposema katika injili tuliyoisikia hata unywele wetu mmoja hautapotea. Hii ni maana kwamba mateso yetu ya sasa yana maana sana na Mungu yuko pamoja nasi. Hivyo tujipe moyo tusikate tamaa. Fundisho la tatu tunalolipata ni kwamba uvumilivu ni silaha ya roho. Yesu anaposema, kwa uvumilivu wetu tutaziponya roho zetu. Uvumilivu haumaanishi kukaa kimya, bali ni kusimama imara ndani ya imani yetu, kuendelea kutenda mema na kuamini kuwa Mungu hutimiza ahadi zake kwa wakati wake. Hata tunapotazama mabaya, tunapoona jamii yetu inapotoka, tusiache kusema ukweli, tusikae kimya, bali tutetee haki, ambayo haki hiyo iliyo katika ukweli, na huo ukweli utatuweka huru. Hivyo tumwombe Mungu Roho Mtakatifu atujalie kuwa wavumilivu. Na hasa katiku, katika kuvumilia yale ambayo yanatusonga katika jamii zetu. Fundisho la nne tunalolipata ni kwamba Mungu hutupa neno sahihi kwa wakati sahihi. Yesu leo kupitia Injili tuliyoisikia anatupa moyo wa kuwa atatupa kinywa na hekima ambayo adui hataweza kuipinga. Sisi Wakristo wa leo tunaalikwa na tunapaswa kumtegemea Mungu Roho Mtakatifu hasa wakati wa changamoto zetu, katika mazungumzo yetu tumtegemee huyo Roho katika maamuzi yetu au katika kutoa ushuhuda wa kiimani yetu, tumtegemee Mungu Roho Mtakatifu, kwani yeye atatupa maneno sahihi ya kusema na katika hayo tutaweza kushinda. Na fundisho la mwisho tunalolipata katika injili ya siku hii ya leo ni kwamba ushindi wa mwisho ni wa mwenye kuendelea kuamini. Wa ndugu wapendwa, watu wengi katika dunia yetu ya sasa tunapenda mafanikio ya haraka, lakini Yesu anatufundisha kuwa wokovu ni safari ya uaminifu wa kudumu. Ushindi sio kwa wale wanaoanza vizuri, bali wale wanaomaliza wakiwa waaminifu hata katikati ya vikwazo. Hivyo, huu ni mwito wetu wa kusimama imara, hasa katika shida na magumu ambayo tunapitia katika maisha yetu. Ndugu zangu wapendwa, tunapotamatisha tafakari yetu ya siku hii ya leo, tumshukuru Mwenyezi Mungu anayetupatia uvumilivu na saburi na kututia moyo hasa katika nyakati ngumu za kuilinda imani yetu na kutetea ustawi wa haki katika maisha yetu. Hivyo tuitimishe kwa kusali sala hii: E Bwana Yesu Kristo, tunakushukuru kwa neno lako linalotia nguvu na kutufariji katika majaribu ya maisha. Tunasimama mbele zako tukikiri udhaifu wetu na kukutegemea wewe pekee. Tunakuomba utujalie neema ya uvumilivu, ili tusiumbishwe na mateso, misukosuko au upinzani wa dunia hii. Tupe ujasiri wa kusimama upande wa, wa kutetea ukweli na haki, na utujaze hekima ya Roho Mtakatifu ili tuwe mashahidi waaminifu wa injili yako. Ee Bwana Yesu, tulinde na kutuimarisha, kwa maana umeahidi kuwa hata unywele wetu mmoja hautapotea bila mapenzi yako. Tushike kwa mkono wako, utusafishe kwa imani na utuwezeshe kudumu hadi mwisho ili tushiriki uzima wa milele uliotuandalia. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo bwana wetu, amina. Ninakushukuru kwa kutafakari pamoja nami injili ya siku hii ya leo. Niliyekuletea tafakari hii ni mimi Frateli Antoni Eponda wa shirika la wamisionari wa, wa damu takatifu ya Yesu kutoka seminari kuu ya Mtakatifu Gaspari del Bufalo, Kola, Morogoro. Itukuzwe damu ya Kristo! yeah!